Mheshimiwa Askofu, kwa niaba ya idara ya vijana ni kushukuru tena kwa kutupa nafasi ya uzinduzi huu wa mfuko wa vijana. Tunaamini kwamba ni mwanzo mzuri ambao mwisho wa siku utajiwa katika idara ya vijana katika Dayosisi. Asante sana.

Mwenyezi Mungu Baba wa rehema, umeagiza maombezi yafanyike kwa ajili ya wote, tukuomba uliongoze wa kanisa lako takatifu ili lidumu na kuwa katika umoja na ushuhuda wake ulimwenguni mote, imani yetu izidi. Tunaiombea serikali yetu pekee katika kipindi hiki cha mtate katika uchaguzi mkuu. Mungu katupe utulivu tokao kwako, na Mungu katupe viongozi ambao wametoka kwako, akiyapo ipate kutawala ili Mungu wale wote watakaochaguliwa Mungu wapate kufahamu wawe ndio waliowaita na ukawape kima itukaa kakoja mbinguni. Uipe nchi yetu neema, itongoze katika mambo yote, nchi iwe na amani, nasi tuishi katika amani na mafanikio na kubarikiwa katika kazi zetu. saaambaya tunaomba wote wenye shida mbalimbali, ugonjwa na taabu, jalie tufahio tukufu a ufalme wako mbinguni, pamoja na wote waliofariki hao Baba, kwa ajili ya Yesu Kristo patanishi na mwombezi wetu, amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama aazako mbinguni, popoleo riziki yetu, samee makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe wale tukosea, situtie majaribuni, lakini polo tuka uovu, kwa kwa ufalme wako

Bao umekuja katika mkusanyiko. Bwana akubariki akulini. Bwana akuangazie nuru za uso wake na akufadhili. Bwana akuinulie uso wake na akupe amani, kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen, amen. amen.

Ee bwana usikie kuomba kwetu. Basi ni karibisha wenyekiti wa vijana atupe kiasi lakini pia atupe na matangazo yale ya mwisho ya muhimu kwamba baada ya hapa mnakutana wapi na viongozi wale wa. Asante Wapendo. Bwana Yesu wasifiwe. Uh, mweshimiwa Baba Askofu, ahadi uh, uh, tumepata milioni mbili laki tisa na ishirini Hapa tumepokea milioni moja laki mbili na tisini zilizowekwa kwenye akaunti tayari, laki mbili na ishirini jumla milioni nne laki nne na thelathini Asanteni sana, Mungu awabariki. Viongozi wote wa vikundi vya kwaya, tunaomba baada ya kuachana hapa, tukutane ndani ya jengo hili la kanisa. Tukitoka tu ibada, tukutane hapo. Asante.

Wabaaskofu kuu wa KKT KKKT Dayosisi ya Meru, nipende kuleta salamu za ofisi kuu ya Dayosisi, lakini pia na salamu, nimkaribishe mchungaji mratibu wa vijana, pia atamalizia na zile salamu za KKKT kwa levo ile ya KKT. Mheshimiwa Baskofu, mchungaji Elias Stone Nasari, mkuu wa KKT Dayosisi ya Meru, waheshimiwa viongozi wa andamizi wa KKT Dayosisi na jimbo, waheshimiwa viongozi wa serikali, wageni waalikwa, washirika wote, Bwana Yesu Kristo asifiwe. Nipende kuleta shukrani zetu za dhati kabisa kutoka sikukuu ya Dayosisi kwa ajili ya idara ya vijana lakini pia kwa ajili ya majimbo yetu na kwaya mbalimbali ambazo zimeshiriki katika siku ya leo, kipekee jimbo la Kaskazini na ushirika huu wa Kimosumu kwa ajili ya maandalizi mazuri ya mkutano huu, lakini kwa ajili ya maandalizi mazuri pia ya sikukuu ya uimbaji ambayo umetupokea, na tunaamini kwamba Mungu atatufanikisha. Hii ni siku ya uimbaji. Kuhusu uimbaji nisipende kusema tena zaidi, kwa sababu walionitangulia, mheshimiwa msaidizi wa askofu, lakini pia na mheshimiwa ba askofu walishalizungumzia sana hili, lakini toe tu wito wetu kwa vijana. Nashukuru kwamba vijana wameanza sasa kuwa wabunifu, lakini nizidi kuwahamasisha kwamba wazidi kuwa wabunifu zaidi na zaidi kwa maana kazi iliyo mbele yao hasa vijana ni kazi kubwa, ni kazi ambayo inahitaji ubunifu namna mbalimbali, mbali ya kupata rasilimali za kujiendesha na kuinua idara, lakini na kuinua kanisa. Vijana sio kanisa la kesho, ni kanisa la sasa. Kwa wanatakiwa wawe wacha Mungu, wawe wabunifu na wawe wachapakazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nizidi kuwasisitiza vijana kwamba kwa namna yoyote, watakapozidi kupata nafasi au kupata wasaa, wazidi kuyatendea kazi hayo mambo matatu. Kwanza wawe wachapa kazi, lakini wawe wabunifu. Tunahitaji vijana ambao ni wabunifu vijana ambao wanatumia teknolojia kwa manufaa ya, yao wenyewe lakini kwa manufaa ya kanisa na kwa manufaa ya kizazi kijacho. Mungu wetu awabariki sana <coughs> na muwe na uimbaji mwema. Nimkaribishe mratibu wa KKKT atupe salamu za kanisa mwanaaes, wawabariki

nafasi ya vijana katika kumtukuza Mungu. Nishukuru pia kwa karibisho wa kutoa salamu. Niwete salamu kutoka ofisi kuu ya kanisa. Wanatambua kwamba leo kuna jambo liko mahali hapa, napokeeni salamu za upendo, na zaidi sana wanaendelea kuombea kazi za Mungu zinazofanyika kati. Lakini pamoja na hilo uh, tunaleta pongezi kwa kazi kubwa ambayo Dayosisi ya Meru imeendelea kufanya katika kuhakikisha kwamba kazi e, umoja wa kanisa unaendelea kuonekana katika nyanja mbalimbali. Pokeeni pongezi hizo za kutoka ofisi kuu ya kanisa. Nipende pia kutumia nafasi hii uh, kuleta <coughs> matangazo ma, eh, mambo matatu eh, kwa ufupi sana. Nimetambulishwa na mchungaji Frank Mngongo, ni mratibu wa vijana wa kanisa la Kiinjili kwa Tanzania, lakini pia ni kaimu mratibu wa maandiko na pia kwa sasa ni mlezi wa vijana CCT mkoa wa Arusha. Naomba nilete mambo haya matatu kwenu. Jambo la kwanza kutoka upande wa vijana ni kwamba mwakani mwaka ni mwaka na 2026 tunatarajia kuwa na kongamano la vijana kitaifa. Na tunamshukuru Mungu kupitia halmashauri kuu ya kanisa imeidhinisha. Kwa hivyo tarehe zitaletwa ndani ya mwaka huu. Ni waombe na kuwaalika vijana kuanza kujiandaa kuanzia sasa, ili tutakapofika ule wakati wa kushiriki kongamano lile tusianze kukimbizana na sharika na nini, lakini kila mtu binafsi unajiwiwa kushiriki kongamano hilo. Tunakukaribisha kuanza kujiandaa kuanzia sasa, kuanzia mwezi wa saba wa nane nadhani kongamano letu itafanyika, kwa jinsi ambavyo taarifa zitakuja muda endelea ku kutolewa lakini gharama yake ni shilingi elfu nane tu. Shilingi elfu nane unaponunua awamu ya kwanza, lakini mwaka unapobadilika utalipia shilingi elfu moja kwa ajili ya kalenda na elfu moja kwa ajili ya nyumba kwa nyumba liturgia, pamoja na nyimbo utaendelea kuwa nazo. Kwa hiyo niwakaribishe kutumia bidhaa hiyo ambayo kanisa imerahisisha, kwa wale ambapo unakuwa safarini na maeneo mengine unaweza kutumia. Jambo la tatu, baalika vijana wenzangu, katika e, dayosisi hii na hasa nikitambua kwamba dayosisi hii ni wilaya mojawapo kati ya wilaya za CCT mkoa ule wa mkoa wa Arusha, niwakaribishe vijana kuendelea kushirikiana na uongozi wa vijana wa CCT mkoa wetu, na kwa kuwa wanatambua kuwa tuko hapa, wametuma salamu nyingi, lakini pale itakapofika hatua kushirikisha ya kushirikishana mambo mbalimbali ya kuhusu umoja wa vijana CCT. Tunaomba ushirikiano wenu na hasa tunatamani kwenye wilaya zetu zote katika mkoa wa Arusha tuhakikishe kwamba umoja wa vijana unakuwa nangufu, na nguvu na kuhakikisha kwamba vijana wanaonekana katika jamii na katika kanisa. Mungu awabariki na niwatakie sikukuu njema ya uimbaji. Asante sana. Kabla hatujatoka, nimkaribishe mchungaji mwenyeji tafadhali kwa neno. Na wakati wa kutoka taimba wimbo namba mia nne ishirini na nane tangu siku hiyo, mia nne ishirini na nane tangu siku hiyo. Wapendwa, bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana asifiwe, Mheshimiwa Baskofu pamoja na viongozi wote wa kanisa na Wakristo wote na watu wote. Naitumia nafasi hii kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya leo ambayo ameifanya mwenyewe. Nitumie nafasi hii tu, sio nisiwe na maneno mengi, lakini kuwakaribisha sana usharika wa Kimosoni. Mheshimiwa Askofu, karibu sana na wakristo wote na watu wote, karibuni sana. Basi hatutatoka kwenda kule viongozi, lakini baba Askofu, tutakuomba tufungie hapa hapa tunapoimba wimbo tuliopewa na mchungaji fungu moja.

Yesu akajibu akasema, nawaambie ninyi, wakinyamaza hawa, mawe haya yatapiga kelele. Mungu atusaidie kwa uimbaji ambao tunauendea, ili tumwimbie kutoka rohoni na tupige kelele za sha. Bwana asifiwe. Tuenende kwa amani yake. Amen. Tuendelee na wimbo huo. Sina haja tena ya kutangatanga, ndiye kiongozi wangu, dhambi zangu zote zimeondolewa

mwangu moyoni kwa Yesu mwokozi wangu, sina shaka kamwe kwa sababu yeye yunami moyoni mwangu, siogopi tena lakini